Labda kwa upande wa swala zingine, umesema kwamba wale ambao wanasoma uandishi wa habari wanapaswa kujituma na kuonyesha kile ambacho wako nacho. Je, kwa upande wa media ambazo tunazo ndani ya nchi yetu, ukiangalia, kuna media zina mchango gani katika kuwakuza hawa waandishi wa habari ambao wako chini? Waandishi wa habari ambao wako chini wanajitafuta kwa lengo la kuwa waandishi wa habari wazuri wa baadaye, je zina mchango huko? Kwa sababu pale kwanza wanakupa fursa, ukipata fursa Maanake wanapotoa fursa kwa vijana kuwafundisha, wanapokwenda kama ile field ya wengine kujitolea, maanake pale mtu anapata kujifunza, anapata vitu vingi. Kwa hiyo wanawapa eh, yani wana mchango mkubwa kwa sababu ya kuwainua eh, yani zile yani kile ambacho wamefundishwa darasani, maanake pale wanakifanyia kwa pa vitendo, wanapokosea, wanaweka sawa, basi inakuwa ni Uh, ni fursa kubwa kwa sababu wewe kama mtu umesoma, mfano kama daktari umesoma, kama utakuwa hujaingia odini utakuwa hujaona si daktari. Ndio maana unapokwenda chuoni, mfano kama wanaosoma swala ya ya udaktari ni masuala ya medicine, pengine eh, pengine pale uh, mwaka wa tatu, wa tatu au wa pili au wa tatu kama huko pengine, anaanza kuingia odini kwa hiyo huko pengine mpaka kama ni, ni eh, mwaka wa tano tayari kashajua vitu vingi, na ndio tupia katika fani yetu hii pia pengine umekwenda uh, mwaka wa kwanza au wa pili kama hivyo, unaanza kwenda katika kufanya, eh, masuala ya field, utakwenda field kufanya kujifunza kile ambacho ulifanya. Bwana hapa, piga picha pengine, ah, na bwana, hii ndio long shot. Kwa hiyo ukienda kule kwenye kazi, bwana, ah bwana, sawa, mimi nitaka long shot pale, nitaka two shot pengine, nitaka close up, sio, nitaka hichi. Kwa hiyo tayari wewe umeenda kwenye kazi pale, bwana, ukapiga zile zile short, ah, pengine umeenda pale, bwana, ah, ni bwana, mimi nitaka kuniandikia story pengine ni bwana hapa mgeni rasmi nitakuwa hiyo, au pengine katafuta stori ya kijamii, nenda kwenye mtaani katafuta stori changamoto za watu. Ile tayari ushapewa wewe, ndio uwezo. Kwa hiyo jinsi ya kuandika stori ushafunzwa darasani, kwa hiyo kule utakwenda kufanya interview, isa kufanya eh, eh, mahojiano na watu kuzungumza nao. Vipi nizungumze na watu eh, wani kubali, vipi wanikubali vipi, nimshawishi mpaka akubali kunipa taarifa? Kwa hiyo ni vitu hivi vinataka eh, uwezo na kujituma na kukubali na kuwa na uvumilivu eh, mkubwa kabisa. Okay, umesema ya kwamba wanataka waandishi wa habari wanatakiwa kufanya kitu kwa bidii kwa lengo la kufikisha taarifa kwa jamii. Nina swali dogo hapo, labda kwa upande wako wewe, umeelezea umesema umeelezea changamoto ambazo pengine sipo katika sehemu ya habari, lakini umeelezea njia ambazo za waandishi wa habari wanapaswa kuzifuata kwa lengo la kuwazuri. Kwa mtazamo wako Mr. Ibadi, swali so dogo ni kwamba je, mwandishi wa habari mzuri ni upi kwa mtazamo wako? Ukiangalia wewe ni mwandishi wa habari chipukiza ama mwandishi mm. wa habari mzuri ni yani yule mwandishi ambaye anayefuata maadili ya uandishi wa habari huyu, ndio mwandishi wa habari mzuri maanake, yeye akawa yupo katikati, anawatumikia wananchi, anafata ile misingi na maadili. Huyu ndio mwandishi wa habari mzuri. Uh, labda kwa upande wako wewe, kuna hii kauli ambayo unasikia watu wakisema kuna uandishi wa habari Makasimu na umesema kwa lazima, kate, ya kwamba mwandishi wa habari lazima awe katika kati ya wanatukio na nchi. Kwanza, mtazamaji nataka kujua mwandishi wa habari katika soko hili nini? Ah, yani unajua kasuku, kasuku si unamjua alivyo kasuku. Yeah. Eh, ukisema kitu kasuku anafaada na yeah. hiyo. Sasa, hapo maanake kwa maana hiyo wao pengine watafsiri jinsi yeah. ilivyofahamu mimi labda kama ni yule mwandishi ambaye pengine anachoambiwa ndo anakiandika, anachoambiwa ndio anachokisema, au pengine anaogopa kukosoa au kufanya hivi vitu kama hivyo. Ni kwanza, kuna kitu kimoja lazima tufahamu. yeah. Katika, katika hii dunia chombo chochote kile cha habari, kuna kitu kinaitwa media policy, ile sera ya kile chombo. Pengine mtu kaanzisha hiki chombo la TV hii au redio hii. Redio hii ni ya nani? Ya mtu gani na lengo gani kaanzisha vile au pengine sera yake ni ipi? Uh, mfano uh, kuna vyama eh, tofauti kuna kuna maswala tu mingi. Mfano kuna chama fulani eh, pengine chama x au chama y pengine imeanzisha redio yake au tv yake. Kwa hiyo wale sera yao hawiwezi wakamponda waka, waka huyu eh, ni mtu wa chama chake au huyu au pengine chama hichi hakiwezi kikamsifia chama cha wai. Kwa hiyo pale, kuna ile sera na kisheria, wale manake wao ni chombo chao kwa ajili ya kutengeneza. Kuna vitu vinaitwa nini, agenda setting na vitu kama hivyo, kutengeneza kuweka sawa. Kwa hiyo manake aa, sasa pale aa, watu kama wale pengine watakuwa watahitaji watu pale kuajiri watu ambao wenye sifa ambazo wanakwendana na lakini yeah. Yani wao kile ambacho wanachokitaka kwa hiyo hii ni maamuzi tu ya mtu yeye mwenyewe amekubali kufanya kazi sehemu fulani anafuata sheria za pale. E, ni basi kikubwa asije akatoka tu nje ya maadili yake, ndio jambo ya la msingi. Kwa hiyo hivi vitu e, vipo, haimaanishi kwamba kila mwandishi maanake lazima awe e, pengine yuko hivi hivi ndio, isipokuwa mwandishi anatakiwa awe kati na kati yaani hiyo ndo vizuri zaidi uhum. Ushaona na hata pia ukiviangalia hivyo, uh, au pengine hizo media au pengine magazeti au pengine online tv au redio hazi hazifanyi tu, ni kwamba kitu cha kusifia pengine kulingana na kile kitu chao, lazima wataweka vitu vingine vya sehemu au vitu au cha huyu au cha kitu gani kitu gani gani, watachanganya kwa sababu ile ladha, kwa sababu wewe we manake, unatoa huduma. Kwa hiyo yule anayepokea huduma humjui yuko vipi na msimamo wake uko vipi, na kwa hiyo haya ni mambo yapo, kwa sababu hata katika sheria ya nchi kwamba hata yule askari anaruhusiwa kupiga kura, mfano kumchagua anayemtaka, lakini askari hawezi akajionesha kwamba chama gani hata siku moja, lakini anaruhusiwa hasa. Ndio vile vile mwandishi wa habari kwa wa na ebia, narusiwa, Lakin, mwandishi wa habari naye pia anaruhusiwa anapiga kura, lakini wakati mwingine mwandishi hajionesha, ujui huyu ni nani au chama gani. Unaona labda kulingana na kazi pengine kama nilivyosema tu mwanzo eh, eh, li kama ni eh, lakini TV ya chama X au chama Y ni basi atafanya kazi kulingana na, na ile policy ya ile media ambayo anayefanyia kazi kwayo, si makosa ni jambo ambalo kubwa liko kufuata sheria na maadili yako wewe. Kikubwa tu uandike taarifa iwe ya ukweli, iwe na usahihi, lazima uwe ume balance. Uwezi ukafanya kitu huja balance eh, ushaone imekwenda, pengine masuala ya muda, pengine taarifa haikuchacha, pengine labda tukio limetokea, mfano kama kwenye radio na radio, tukio pengine limetokea sasa hivi unatakiwa yani utoe sasa hivi, lakini pengine tukio la juzi kwenye radio, yani pale halihitajiki tena.

Ama katika nyanja tofauti za maisha. Kwanza mimi niseme tu kwamba ni kwanza uh, mimi bado sijafika pale ambapo nipataka. Yeah. mimi bado najihesabu ni mdogo sana na ni mwandishi chipukizi wapo watu manguli. Lakini Mba, na, na kabisa. Sasa ni kwanza, mimi, najihesabu kwanza uh, uh, ni mdogo sasa. Yeah. Ushauri wangu kwa wote wale wote eh, ambao wadogo wenzangu na wote ambao katika hii tathmini kwanza kuweza kujifunza kitu muhimu sana katika maisha, kusoma, kujifunza na kufahamu vitu vingi. Lakini jambo la pili, kuweza kuwa na, na bidii kubwa eh, kuweza kuwa na bidii na kuwa na uvumilivu ili kuweza kufikia katika malengo na kuweza kupata vitu eh, vingi. Kujifanya wewe mjuaji sana yani, mtu atakufundisha atakuwa haunajua, kujifanya wewe una una, una maisha uweze kupata nafasi mtu, kukusaidia. Kwa hiyo ishi katika maisha yako yale, usipende kufuata mkumbo, usipende kufuata mshawishi, ujiheshimu, uwe na heshima iliyokuwa nzuri katika jamii, watu wakukubali, wakupende na uwe smarti, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna mambo tu mingi wanatakiwa vijana wayafuate ili kuweza kufikia katika malengo yao. Asante sana Mr. Imadi, naamini muda sio rafiki tena, lakini nashukuru sana kwa maelezo yako, nashukuru sana kwa ufafanuzi wako. Naamini kupitia safari yako ya waandishi wa habari wa kuna watu utainspire sana, ama kuna watu watachukulia kama ni nyenzo muhimu ya wao pia kufika hapo ulipo, na asante sana naam, na na mtazamaji wa Zantime Media, na kila chini mwanzo a kikosia na mwisho, nilikuwa na Mr. Imadi Abedi mwandishi wa habari chipukizi hapa Zanzibar. Kama ulivyomsikia, ameelezea mengi kuhusiana na tasnia ya habari, lakini pia ameelezea changamoto pamoja na mafanikio ambayo ameyapata yeye katika tasnia ya habari. Ni kusihi sisite kutufuatilia katika YouTube channel yetu Zan Time Media, au ku like kushare na subscribe. Mwisho wa video ndio mwanzo wa video nyingine. Bye.